Aligani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Nani Alaumiwe sehemu ya nne. Nani alaumiwe ni simulizi ambayo inaeleza maisha ya binti wa kuitwa Levina Kasai, ambaye ni mzaliwa wa Nyantorotoro Geita, maisha ambayo anayo aliyoyaishi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 unaendesha shindano la saka saka ambalo linamtafuta Mrs. Simulizi na Mr. Simulizi 2025 kama endapo wewe dada, wewe mama, wewe kaka, wewe baba, unataka kushiriki basi unapobonyeza tu katika chaneli hii simulizi husika, ukasikia kuna tangazo ambalo linaanza, alafu linasema kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo, basi hizo namba zichukue, tuma majina yako na pia tuma majina yako pamoja na uthibitisho wako wa kushiriki katika hilo shindano. Moja kwa moja namba yako itahifadhiwa. Mwisho wa kilele itakuwa ni tarehe 19 Novemba 2025. Maana yake utakapotuma hapo hiyo namba yako pamoja na majina yako na ushiriki, maana yake utapigiwa siku hiyo simu na kuulizwa maswali kumi tu ambalo kila swali moja lina maksi kumi kwa hiyo kumi mara kumi ni sawa na mia moja. Kwa hiyo utaulizwa maswali kumi, ukipata maswali matano umepata hamsini ya mia moja, manake wewe ni mshindi wa pili wa sakasaka. Kwa hiyo zawadi yako ipo, na kama endapo utakuwa ni mshindi wa kwanza, yaani Umepata maswali mia moja yaani kumi ya kumi manake mia moja ya mia moja manake wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa ambaye ni mshindi wa kwanza. Kwa hiyo moja kwa moja zawadi yako pia, wewe mshindi wa kwanza, ipo. Kwa hiyo tushindanie fursa hii jamani, tusiache ipite hivi hivi. Sisi Baba Sam the King, Tanzania TV channel tunawapenda wasikilizaji wa simulizi zetu pamoja na watazamaji wa matukio yote ambayo yanaendelea katika chaneli hii. Sasa nikukaribishe sehemu yetu ya nne ya simulizi hii, nani alaumiwe. Tuendelee pamoja, tuone ni nani wa kulaumiwa hapa. Baada ya kuwa tumekaa chini tukatafakari kwamba twende tukakope pesa ili biashara ianzishwe. Kutokana na kwamba mume wangu baba Kelvin aliniambia, sikuweza kukataa, nilikubali ili tuweze kufufua hiyo biashara, kwa sababu tayari alinioa akiwa yeye ni bosi, tena bosi wangu mimi nikiwa kama house girl wake, yaani mfanyakazi wa ndani. Leo hii tumeshuka kiuchumi, nikaona sio mbaya, nikamwambia inawezekana ni kweli, inatakiwa pesa zikakopwe, ili tuweze kujua ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya. Revina anaendelea kutusimulia, anasema mambo yalikubalika. Baba Kelvin alienda kukopa pesa, na hatimaye tukaanza hiyo biashara. Biashara tulivyoianza ilienda kwa kusuasua, haikuwa kama ile biashara ambayo nilimkuta nayo lakini kutokana na kwamba mimi ni binti wa kijijini na nilishayazoea maisha magumu, nikaona hamna tatizo, mradi sasa hivi tayari nina ndoa yangu harari kabisa na nina mwanangu ambaye nimemzaa wa harari. Sikutoka nje ya ndoa wala sikutoka wapi, nimemzaa na mume wangu huyu huyu, aliyekuwa bosi wangu, ndiye ambaye amenipatia ujauzito na nimejifungua kwa hiyo hiyo ikawa ndiyo chanzo cha faraja yangu mpya ambayo nimeiona, kumwona mtoto Kelvin akiwa cheza, cheza na chezacheza karibu yangu. Isipokuwa tu nilikuwa nawaza katika maisha haya magumu ambayo tumeingia, je, mwanangu kweli huko mbele atakujaga asome? Mwanangu kweli tunavyoishi naye namna hii mambo yatakuwaje? Hivi kweli hatoingia kwenye masuala ya kihuni? Lakini akili nyingine ilinituma kwamba niache tu kuyawaza hayo mawazo, kwa sababu siku zote riziki anayepanga ni Mwenyezi Mungu. Levina anaendelea kutusimulia anasema, nikakaa tu nikatulia, biashara ilivyokuwa haiendi sawa, na kutokana na kwamba wale watu ambao walitukopesha pesa walitukopesha, ndani ya miezi sita tu tumesharejesha walau nusu ya ule mkopo wao ambao walitukopa. Na kumbuka huo mkopo ambao walitukopa, hatujaweza kabisa kufikisha hata nusu, kutokana na kwamba biashara inaende na suasua sua. Sasa kilichotokea mme wangu baada ya kutokuweza kue, kulipa hizo gharama zote, kiukweli walikuja wakamkamata maskini ya Mungu baba Kelvin wangu, wakawa wamemchukua na kwenda kumfunga kumuweka kabisa gerezani kwa sababu walikataa kabisa na ndio maana hata wakati anaenda kutoa kwenda ku, kuomba mkopo hakuweka dhamana ya nyumba, bali yeye aliwaambia kabisa kwamba kwa namna yoyote ile mimi nitaweza kulipa na nisipolipa, basi nifungwe. Yeye ndo alichokiweka, hakutaka kuweka dhamana ya nyumba, asiji mashamba, asiji thamani gani, hapana. Sasa kweli, wameenda hivyo hivyo kama jinsi ambavyo yeye alivyoandikisha kwamba ninakopa mkopo huu ndani ya miezi sita nitalipa nusu, na ndani ya miezi sita mingine nitamalizia nusu, na hatimaye nitakuwa sidai yote. Masikini baba Kelvin, ndo ameenda hivyo, ameniacha nikiwa hivi hivi na bado umri wangu ni mdogo, sijajitambua sana, wa kusema kwamba nina uwezo wa kupambana sana, nikajua namna jinsi malezi ya mtoto yanavyokuwa. Ni mtoto wangu wa kwanza. Levina anaendelea kutusimulia anasema, nilipata tabu sana namna ya kuendelea kumlea Kevin, lakini ndio imeshatokea. Mda mwingine nilikuwa nikijaribu kuwasiliana na rafiki yangu Lea aweze kunipa hata mikakati namna jinsi ya kulea watoto, kwa sababu mimi huyo ni mtoto wangu wa kwanza. Endapo tungekuwa wawili kama jinsi tulivyokuwa, mambo najua yangekaa sawa, lakini kwa wakati huu tayari nimeshabaki mimi mwenyewe peke yangu. Levina anaendelea kutusimulia, anasema baada ya kuwa ninahangaika hapa na pale, baada ya rafiki yangu Lea kuniambia kwamba endelea kutafuta kazi tena sehemu nyingine, uwe dada wa kazi, utakuwa unaenda kufanya tu kazi pale, halafu baadaye unarudi kwako, kama ni kuja kulala unalala. Tafuta kazi za karibu karibu au tafuta kazi ya kuuza duka kwa matajiri wengine humo mjini Geita, naamini hautakosa. Baada ya kuniambia hivyo, ndo nikaanza kutafuta kazi, na kweli nilipata kazi tena kwa baba mmoja. Yeye sasa ni baba mtu mzima kabisa, tena ambaye analingana kabisa na baba angu mzazi. Levina anaendelea kutusimulia, anasema nikaanza kazi mara moja, kwa sababu sikutaka kabisa mwanangu ateseke, na pia kitu kingine, nilikuwa najaribu kupambana ili nijaribu kuangalia kama endapo mume wangu naweza kumtoa huko gerezani, ambapo tayari ndo ameshapelekwa kufungwa kwa ajili ya huo mkopo. Na kumtoa ni lazima kwanza ni, nitimize sharti la kulipa hiyo nusu ya mwaka ambayo walikuwa wanaihitaji wao, maanake walivyokuwa wameweka ni kwamba endapo nikiweza kwenda kulipa nusu basi mume wangu anaachiliwa huu ili aje afanye tena biashara zikimkosa tena ndani ya nusu mwaka, maanake miezi sita, anakuja na kamatwa tena, kwa sababu hiyo si ndio dhamana ambayo aliyoweka, hiyo ndo ambayo aliyoiweka, ndo kiapo cha mkopo hicho. Kwa hiyo wao wanafata kile ambacho takachokisema ndicho kinachofanyika, ili mradi kiwe ni cha kukukandamiza, kukuumiza. Wao ndo wanataka uweke hicho, aidha weke majumba au thamani ya aina yoyote au wauze chochote au unatakiwa kuweka na aina ya kifungo, kwamba endapo nisipotekeleza, basi nifungwe. Na hivyo ndivyo ambavyo baba Kelvin alifanya, aliweka kifungo. Kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kupambana ili niweze kuangalia kama endapo mume wangu naweza Levina anaendelea kutusimulia, anasema huyu baba, mimi nikaamua nianze kumshirikisha kwa sababu niliona kabisa hapa, kama endapo sitamshirikisha huyu baba, sidhani kama kuna chochote kile nitakachokuwa na kifaa, kwa sababu kazi na mshahara mdogo hauwezi yaani, ndani ya miezi sita siwezi nikawa nimepata hiyo pesa, nikawa nimemuomba huyo baba aweze kunisaidia kwa namna yoyote ile atakayoiweza, mimi niweze kukamilisha malengo ya kumtoa mume wangu gerezani, aje tuendelee kumlea mtoto wetu Kelvin. Sio vyema nikubali tukiasara asara Mme wangu anapelekwa nafungwa, hivi na baki tena peke yangu. Kwanza yeye ndiye ambaye aliyenifundisha masuala ya mapenzi, na mimi ninakula na ninashiba, na mwili kwa sasa unahitaji hicho kitu. Je, ni nani atakayenifanyie? Ikabidi nianze kupambana na kujaribu kumwambia huyu baba. Mwanzoni hakutaka kabisa kunielewa lakini nilipojaribu kuendelea kumlazimisha, hapo ndipo ambapo aliponiambia kwamba, binti, mimi niko tayari kukusaidia, lakini nitakusaidia tu kwa sharti moja, kama endapo utanikubali na Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu ya nne ya simulizi yetu nani alaumiwe, imeishia hapa. Tumemuona Revina akiwa anaendelea kutusimulia, anasema kutokana na kwamba mme wake hakuweza kutimiza masharti ya mkopo ambao aliyokuwa ameuomba ndani ya miezi sita, kwamba nusu atakuwa ameshaipata ya kurejesha kule, ikawa haijapatikana. Biashara ilianza kusuasua, hatimaye wameamua kumchukua na kumpeleka gerezani kumfunga. Levina akaona amekaa upweke sana, ikabidi aongee na rafiki yake Lea, ajaribu kumpa hata mikakati ya maisha meona akamwambia, hapo hapo Geita mjini ulipo tafuta kazi zingine. Ametafuta kazi amepata, na lengo lake ikiwa ni kwamba anataka muokoe mume wake kutoka katika hicho kifungo, ili aje waendelee kumlea mtoto wao pia Richard, na hilo la kumuokoa mume wake anataka endelee kulisha familia, yaani kumwona mtoto akiwa anaendelea kuwa na afya njema. Ndiyo maana ameamua kutafuta kazi, ili mume wake angalau hata atakapotoka huko amkute kidogo anatu hela hela, lakini hela aliyo ikopa mume wake ni ndefu ndani ya miezi sita hata kama taamua kufanya hiyo kazi ndani ya miezi sita haiwezi kufikia hiyo pesa. Kwa hiyo ndio maana akaamua kumwomba huyu baba aweze kumsaidia. Mwanzoni tumeona kwamba alikuwa hamuelewi, lakini baadaye aka akaanza kumwelewa. Ila sasa akamwambia hivi, mimi nimekubali na nitakusaidia, lakini kwa sharti moja.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 kama ni ndio, wewe dada, wewe mama, wewe kaka, wewe baba, cha kufanya, sikiliza tangazo husika katika kila simulizi. Utakaposikia tangazo hilo linasema, kwa maoni na ushauri tumia namba hizi, basi hizo namba zitakapotajwa, wewe chukua moja kwa moja, andika majina yako pamoja na uthibitisho wako wa kushiriki katika hilo shindano la saka saka, tarehe 19 mwezi Novemba, ambapo itakuwa ndio kilele elfu mbili na ishirini na tano baada ya chaneli yetu kutimiza miaka miwili, yaani happy birthday channel baba Sam the king Tanzania tv. Kwa hiyo hapo utapigiwa simu na utaulizwa maswali hapo kumi tu. Ndo mtihani uliopo, ni maswali kumi tu, na hayo wataulizwa wote, sio kwamba kila mtu ana maswali yake, wote ni maswali hayo hayo. Yule ambaye atakayeweza kupata maswali matano, maanake kila swali lina max kumi, kwa hiyo atakuwa amepata hamsini ya mia, kwa hiyo zawadi yake ipo. Na wewe ambaye utakaweza kupata maswali kumi yote, maanake Kumi mara kumi mia moja, yani mia ya mia. Kwa hiyo moja kwa moja, na wewe zawadi yako mshindi wa kwanza ipo. Kwa hiyo tushindanie fursa hii jamani, tusiiache ipite hivi hivi. Sisi Baba Sam the King Tanzania TV channel tunawapenda wote watazamaji na wasikilizaji wetu wa simulizi za sauti, ndiyo maana tunawaomba mwingie kwenye shindano hiyo. Baada ya kuwaleteeni tangazo hilo, niseme kwa heri kwa sasa. Tukutane episodi ifuatayo ya tano, twende kujua, je, hilo shati lilikuwa shati gani? Endelea kuwa nasi, kwa heri kwa sasa.